Muda fulani uliopita nilisoma wasifu wa binti wa Joseph Stalin na niliusoma eh, kwa sababu moja kuu, nayo ilikuwa ni uhamiaji wake kwenda Marekani baada ya kifo cha baba yake. Unaweza kufikiria, eh, hilo lilikuwa habari kuu kwenye vichwa vya habari. Ilikuwa aibu kubwa kwa Umoja wa Kisovieti wa zamani kwamba binti wa dikteta wao angekimbilia Marekani. Sasa hebu niwaambie, aina hiyo hiyo ya aibu inawahisi viongozi wa kidini huko Yerusalemu hivi sasa, tunaposoma kitabu cha Matendo ya Mitume. Hawawezi kuamini kwamba mmoja wao huyu msomi kijana mwenye akili sana aitwaye Sauli wa Tarso amekimbilia kanisa la Kikristo. Hili lilikuwa habari kuu si tu kwa Sauli na Wayahudi bali pia kwa kanisa, kanisa ambalo sasa limekosa makazi kutokana na mateso. Tunasoma katika Matendo saa tisa na madakika kumi na tano kwamba Sauli alichaguliwa na Yesu Kristo kuwa shahidi wake mbele ya watu wa mataifa na wafalme na wana wa Israeli na sitaki upoteze mstari unaofuata ambapo Bwana anasema hapa, nitamwonyesha ni mambo mangapi atakayopaswa kuteseka kwa ajili ya jina langu. Sasa tunapoendelea na wasifu wa Sauli hapa katika Matendo tisa, bado yuko Dameski pamoja na waumini. Yeye amepata kuona, tena amekumbatiwa na kanisa na kisha hapa katika mstari wa ishirini tunasoma mara akamhubiri Yesu katika masinagogi akisema, yeye ni mwana wa Mungu. Vema, hebu niwaambieni, siwezi kuwazia mshtuko, ghasia ambayo lazima ilisababisha katika masinagogi ya Kiyahudi eh, na miongoni mwa wale viongozi wote wa Kiyahudi huko Yerusalemu. Kwa kweli mstari wa ishirini na moja unatupa mwanga wa kile kilichotokea baadaye. Wote waliomsikia walishangaa na kusema, je, huyu si yule aliyewasumbua Yerusalemu walioliitia jina lake jina hili la Yesu? Na je hakufika hapa ili awapeleke wakiwa wamefungwa mbele ya makuhani wakuu? Lakini Sauli aliendelea kupata nguvu zaidi na kuwashangaza Wayahudi waliokuwa wakiishi Damasko kwa kuthibitisha kwamba Yesu ndiye Kristo, yaani Masihi, mtiwa mafuta. Naam, hakuna mtu anayeweza kumpinga Sauli. Anachukua maandiko ya Agano la Kale; amekuwa akiyasoma kwa maisha yake yote na sasa anatumia Agano la Kale kuelekeza kwa Yesu Masihi. Sasa mistari hii inayofuata inaelezea kuondoka kwa sauli kutoka Damasko na kurudi kwake Yerusalemu. Lo, lakini kwa kweli kuna kipindi cha wakati kati ya mstari wa 22 na 22 na mstari wa 23. Kwa kweli, nafasi hiyo ndogo kati ya mstari wa 22 na 22 na mstari wa 23 ni miaka mitatu katika wagalatia moja paulo anajaza pengo hili kwa kueleza katika mstari wa kumi na saba kwamba alikwenda arabuni na akarudi tena damasko kisha anasema katika mstari wa kumi na nane baada ya miaka mitatu nilipanda kwenda yerusalemu kwa hiyo hatupi maelezo kamili ya kipindi hiki cha miaka mitatu, lakini tunajua kwamba Mungu alimwandikisha basi katika chuo kikuu cha binafsi, akifundishwa na profesa Roho Mtakatifu. Alipata mtaala uliandikwa kwa uungu na ulimfundisha mafundisho ya Agano Jipya na kweli kuhusu kanisa na maisha ya Kikristo. Sasa tunachojua nyuma hapa katika Matendo tisa ni ni kwamba miaka mitatu baadaye Sauli anarudi Damasko na anaanza kuhubiri na kufundisha tena, na ndani ya siku chache upinzani unafikia hatua ya kuchemka. Mstari wa ishirini na tatu unatuambia kwamba Wayahudi walipanga njama ya kumua, na si ajabu alikuwa amepewa mgao binafsi na kuhani mkuu kuondoa Ukristo na sasa anautetea. Mstari wa ishirini na nne unasema walikuwa wakilinda malango mchana na usiku ili wapate kumua. Watamkamata, watamuua. Sasa hakuna, hakuna njia ya kutoka kusema ukweli wanatazama malango tunaambiwa mchana na usiku, lakini ni wazi o uh, hakuna mtu aliyefikiria kutazama madirisha. Mstari wa 25 unasema wanafunzi wake wakamchukua usiku, wakamshusha katika nafasi iliyokuwa ukutani, wakamshusha ndani ya kapu. Neno la kikapu hapa linamaanisha kikapu kikubwa cha wika Inawezekana kabisa ilishonwa mapema ili Wakristo waweze kutoroka alipowasili Sauli. Lakini sasa inatumiwa na Sauli mwenyewe. Basi usikose kuona kejeli hapa. Sauli alitaka kutoka Dameski akiwa amewakamata wafuasi wa Yesu, lakini sasa yeye ndiye mkimbizi, anakimbia kuokoa maisha yake. Atakwenda Yerusalemu ambako anatumaini kupata kupata mkono wa ukaribisho kutoka kwa mitume. Anasubiriwa na mshangao usio mzuri. Aya ya 26 inatuambia alipofika Yerusalemu, alijaribu kujiunga na wanafunzi, lakini wote walimwogopa kwa maana hawakuamini kwamba alikuwa mwanafunzi. Walikuwa wamesoma habari kuu, walikuwa wamesikia uvumi, lakini hawakuziamini. Nafikiri kulikuwa na watu waliokuwa na shaka ambao hawakuamini kwamba binti wa Stalin alitaka kukimbilia he na kuwa raia wa Marekani. Sasa waumini hawa hapa hawawezi hata kufikiria kwamba Sauli angekimbia Uyahudi na kutaka kuwa Mkristo. Naam, tunaweza kuelewa mashaka yao Walikuwa wakiishi kwa hofu ya mtu huyu. Waliposikia ameenda Dameski, walikuwa wakiomba waumini kule wapate kuokoka. Na ndipo waliposikia uvumi angekuwa Mkristo, kutoweka Arabuni, ameenda miaka mitatu, walidhani ni ujinga mzuri, yuko ameenda kabisa. Lakini kwa ghafula yuko Yerusalemu. Hawaamini, hawaamini kuwa amekuwa mfuasi wa Yesu kwa kweli. Wao wanafikiri yeye ni wakala wa siri wa Sanhedrin. Kwa muda mfupi tu, eh, nataka tujiweke kwenye viatu vya Sauli. Unajua, Sanhedrin wanamchukia, wanataka afe. Kanisa halimwamini, halitaki kumpokea. Kwa wakati huu, Sauli hana pa kwenda. Hakuna uso wa urafiki hapa Yerusalemu. Kweli kuna mmoja. Kuna mtu ambaye yuko karibu kujenga daraja kwa Sauli avuke na kujiunga na kanisa la Yerusalemu. Jina la huyu mjenzi wa daraja ni Barnaba. Mstari wa 27 unatueleza Barnaba akamchukua na kumleta kwa mitume, akawaeleza jinsi alivyomwona Bwana njiani, ambaye alinena naye na jinsi huko Damasko alivyohubiri kwa ujasiri kwa jina la Yesu. Sasa utangulizi huu unaonyesha kwamba Barnaba amekutana na Sauli, amesikia ushuhuda wake binafsi na ameamini kwamba Sauli ni muumini wa kweli wa Yesu. Na na sasa anamchukua Sauli mwenyewe binafsi na kumtambulisha kwa mitume. Hakuna maelezo yaliyotolewa hapa, lakini ni wazi kwamba Barnaba anaweza kuwashawishi mitume. Kwa kweli, katika Wagalatia tunaambiwa kwamba Sauli alikutana na Petro na Yakobo, ndugu wa nusu wa Bwana ambaye sasa ndiye mchungaji na mwalimu wa kanisa la Yerusalemu. Sasa haikuchukua muda mrefu kabisa kwa Sauli kuanza kuhubiri. Aya ya 28 inatuambia kwamba anahubiri kwa ujasiri katika jina la Bwana. Basi mara nyingine tena viongozi wa Kiyahudi, e eh, wanaanza kupanga njama ya kumua na tena kama waumini wa Dameski, waumini hapa Yerusalemu wanajitokeza kumwokoa Sauli. Tunaambiwa hapa katika aya ya thelathini, ndugu walipopata habari hii, yaani njama ya kumua Sauli, walimshusha hadi Kaisaria na kumpeleka Taso. Kwa maneno mengine, walimrudisha nyumbani kwake Taso iliyoko huko Kilikia katika Asia Ndogo. Sasa kwa hayo tunafikia hitimisho la sehemu hii ya Matendo hapa sura ya tisa, na, na tunapewa kauli fupi ya muhtasari hapa katika aya ya 31: basi kanisa lote katika Yudea na Galilaya na Samaria lilikuwa na amani na likajengwa, na likitembea katika kumcha Bwana na faraja ya Roho Mtakatifu liliongezeka. Sasa hebu nikukumbushe mpendwa, Bwana hajatuita sote kucheza e aina ile ile ya jukumu kanisani leo. Mimi kwa kweli sijawahi kulazimika kutoroka kupitia dirisha wala sijawahi kulazimika kuvuka bahari ili kuokoa maisha yangu. E, mimi mimi ni kama yule kiongozi wa kanisa aliyesema kwamba kila mahali Mtume Paulo alipokwenda walizua ghasia, na kila mahali ninapokwenda wananipatia chai. Basi kila mmoja wetu eh, ana jukumu tofauti la kutekeleza: kizazi tofauti, utamaduni tofauti. Jambo muhimu ni kwamba tunatekeleza jukumu letu ambalo Mungu ametupa leo. Unaweza kuwa mwanzilishi shujaa, unaweza kuwa mtengenezaji wa vikapu asiyejulikana, unaweza kuwa mjenzi wa daraja kama Barnaba. Jambo ni kwamba chochote Bwana anachokuletea, mwombe akupe nguvu na neema ya kulitimiza kwa utukufu wake. Naam, mpaka wakati ujao, wapenzi, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nani nyote. Amina.